Uh, Rehema, jana ulikuja hapa na malalamiko mengi uh, ambayo yalitufanya tumpigie bosi wako ambaye alikuchukua hapa. Yaani kwa kifupi, ulikuja kutafuta kazi tukakupangia kama smart dada kwa bosi wako, lakini jana umefika kituoni ukasema kwamba umepitia changamoto nyingi za kubakwa na sasa hivi una mtoto, una mtoto mmoja ambaye ushamzaa, una mtoto wa pili tumboni, una mimba na kwamba sasa hivi amekuwa anakufukuza E, na amekuwa nakufanyia mambo mengi ambayo sasa hivi ni tofauti na mwanzo, lakini kwa kumbukumbu kumbu zetu ulikujaga hapa kituoni na bosi kwa ajili ya kusema unavunja mkataba uendelee tena na kazi. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapo katikati yamejitokeza, sisi kwa upande wetu, ukisema kwamba bosi amekubaka kwa kituo hiki cha Wadada Center, hilo kwetu ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo bosi wako huyu hapa e, na maneno uliyotuambia Machache ni hayo, yako mengi tutaendelea kuyazungumza lakini nataka yale ulioyasema ukiwa mwenyewe uyaseme mbele ya bosi wako. Kuanzia hapo kwamba wewe ulienda, tulikupeleka kwa ajili ya kazi lakini ukadai kwamba bosi alikuingilia kwa nguvu alikubaka. Hebu tuanzie hapo. Asante. <sighs> Kwanza, You know, la, la, la, la baada ya kukosana na huyu mzazi wangu ngoja mm -mm. Kwanza ngoja kwanza, hebu sema vizuri bwana, sema vizuri yaani, yani kwamba ulivyotuambia kwamba bosi wako alikubaka, ndio naenda

mii nimetumia hiyo kauli kwa sababu nilijua huyu hata kama akiitwa hata kubari, kwa sababu nilikuja hapa nikijua kwamba yani, kumpata kwake au kusuluhisha kesi itakuwa ni ngumu, kwa sababu kitu kikubwa hapa ambacho, hizi sio kesi yetu ya kwanza sisi hapa wasichana kusema, nima, sio kesi yetu ya kwanza sisi hapa kusema, sio kesi yetu ya kwanza uh, kwa hiyo mimi nachotaka kwanza, ukisema unakanusha, ieleze hiyo, ndo uendelee na stori, kwa maana unasema uliridhia, ili kwamba ili swala la kubakwa tuliondoe pembeni, ibaki ni tunazungumzia terms zetu zingine za mkataba na nyinyi. Nakisema naweza kusema niliridhia, niondoe na oh, la kubakwa ndio sikubakwa, niliridhia mwenyewe nah. Nilivyoanza kazi naweza nikarudia stori. yeah, yeah, yeah. Nilivyoanza kazi kwa bosi wangu nilikuwa nafanya hivyo kazi vizuri mpaka nilivyofika uliofika mwezi wa kumi na mbili kama nilivyosimulia ile situation ya kuingia chumbani kwake kumpelekea maji, akaniomba fanya naye mapenzi nikakataa, Alinifosi mpaka alivyonichania nguo yangu, lakini nilifanikiwa kutoka mle chumbani kwake. Kuanzia hapo, ya zikaanza hizo tabia yake, kinikuta jikoni nanda chakula, anaweza akanipiga kibao cha matakoni, anaweza akanifanyia ni zile tabia hivyo. Basi baadaye ilivyoendelea vile akaanza kuletea zawadi, viatu vipya, sijui nini gifti hivyo ikawa kunipigia simu kama ile mtu anavyoanzisha mahusiano. Ndio ilivyokuwa hivyo, tumeenda hivyo mpaka mwezi wa kumi na mbili imeenda. Kila nilichokuwa nikitaka, nikimwomba ananipa. Basi nikaona tayari mtu tayari, nimeshaonyeshwa upendo, ndio mahusiano alivyoanzia hivyo. Kwa hiyo hakukuingilia kwa nguvu, ndio hakuniingilia kwa nguvu. Hiyo siku nilitumia ile kauli nikijua kwamba itamshtua, labda anaweza akaja akanisikiliza, sababu alikuwa hataki nyumbani kuongea na mimi, alikuwa hataki kunisikiliza. Nikimpata naomba tuongee, ananifukuza, mpaka alikuwa ananitishia kunipiga ko kwa, kwa sababu sikuona msaada mwingine, ndio maana nimetumia ile kauli ili niweze kupata msaada huku, ila samani sana, nimeongea ile situation ilivyotokea. mm hiyo -hmm. siku ambayo hiyo siku huba, ukubakwa kwa sababu wewe ulisema hiyo siku mendo, ndo siku uliobakwa ulimpelekea maji akakushika kwa nguvu, akakuchania nguo na akakubaka, akakuingilia. Kuchania nguo ni it is true mm -hmm. Yani hata akatae mm -hmm. Tena ananiambia, wewe hata ukitaka haya madela mia, mimi nitakununulia hi ya baada ya hivyo akaanza kuniletea gifti na nini na hizo tabia, akaanza kuonesha upendo bada, evo. Okay. Mm. Okay. so, yeah. Mm. Bada, ndio baadaye hivyo nikalizia ndio kukutana naye ndio tukaendelea tukaingia kwenye mahusiano mwezi mm, wa kwanza wa pili tuko kwenye mahusiano mpaka imefika mwezi wa tatu ndio nikajigundua mimi ni mjamzito. Hapo kipindi chote cha mahusiano Before tuliingia kwenye mahusiano nilimuomba, kama ku anataka kuingia kwenye, kwenye mahusiano, naomba nisaidie, nikimaliza mkataba sitamani kuendelea na hizi kazi za ndani, naomba anisomeshe. endelee ya Ndo tukaendelea hivyo kwenye mahusiano mpaka nini, akakubali, akasema mimi nitakusomesha. Yaani hiyo imeenda hivyo mpaka mimba yangu imefika miezi saba nikimwambia anasema nitakusomesha. Ta nili nilimwambia mimba yangu imefika miezi mitano akaniambia nikamwomba naomba niende nikasome hivi nikiwa mjamzito. Akanikatalia akasema mimi mtoto wangu huwezi kupata shida. Subiri ukijifungua. Unazungumzia mtoto wa kwanza? Wa kwanza. Mm. Akaniambia haina shida. Mimi, ukijifungua kila kitu nitakusomesha. Nitagamke kila kitu lakini usimtese sasa hivi mwanangu. Wewe subiri ujifungue. Hmm. Lakini baada ya kujifungua tu nilivyokuja kumgusa lile swala akanigeuka kabisa, akakataa, akasema mi siwezi, siwezi ukusomesha, labda niku, labda nikuamini niku, niku, I mean, ni kuchangie kidogo, yani kitu kama hicho, yani akawa amenikataa hivyo Hapana, alikuwa amekubaliana ni kwamba atanisomesha. Mimi nimekaa siku zote hizo akili yangu unajua, mimi aliniambia nitakusomesha, ndio nitachangia nani jibu na, alikuwa hata kama ni kuchangia yani, hana wote na mpango hiyo. Ada ilikuwa shilingi ngapi, unataka kwenda kusoma? Nilikuwa um, ada ni milioni mbili, milioni mbili. Wewe ulivyoenda pale kama kazi, ulikuwa ulikua unalipa ndio, nilikuwa nalipwa laki mbili kwa mwezi. Nipo naye kwenye akaunti. Sasa kwa nini anayochangia wewe usichanganye na yako kwa sababu alimwahidi atamsomesha. Lakini si ati sababu watu wengine mambo yanabadilika. Kwa mfano mtu akikuahidi akifa utaenda kumfukua? Kwa sababu alimwahidi nafikiri hiyo. Lakini situations zina change. Lakini mbona alikituachia? Nikaona ngomba komba hii ya sijui niliona amenigea amenigeuka tena na tabia tena zokuwa ananionyesha tofauti sana kipindi kile, yani akawa amenikataa kabisa kabisa. Ikabidi sasa hicho kipindi anachoanza kutafuta mfanyakazi, mm, ikabidi ani muombe. Niomba anirudishe kazini kama mm, umesema utanisapoti tena, sio kunisomesha. Mm, nirudishe kazini, yeah, niendelee na yeah, kazi, wana, anilipe mshahara. Uliacha kulipwa mshahara si alikatisha mshahara, akaniambia nije huku. Nili nililipwa mpaka mwezi wa nne, mwezi wa nne watmwaka nimeenda kwake kuanza kazi, ilikuwa mwezi wa saba tarehe ishirini na nane, nikaanza kulipwa mwezi wa nane kza kulipo mwezi mpaka lini? ulikatika kulipompaka mpaka mwaka uliokuja elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa tano nimekuja kukatisha mkataba. Okay, sasa ndiyo tamzi zetu za mkataba unafahamu zilivyo? Ndiyo nafahamu kwamba kwa mfano sisi tungejua ukweli wote, tamzi za mkataba ni tofauti. mm -hmm. Bosi anayekuvunjia mkataba kuna fidia anatakiwa kulipa wewe, ndiyo? Umeelewa na mishahara yako hiyo imelipwa lakini wewe ulivyokuja hapa kichuoni, ulisema wewe ndo unaondoka, umeelewa hiyo? Na kwa bahati nzuri mimi ndo nilikuwepo siku nikaongea naye, wala kuongea na, sasa wewe ulisema unafanya nini? Wewe ndo yeye ndo anakatisha, kwa maana yake yeye ndo alisema kama vile anavunja mkataba, ambayo kumbe sio kweli, ambao ulisema kwamba mliongea wote, yeye ndo aliniongea, kaniambia siwezi kuendelea kukulipa mkataba kwa sababu so, umeshakuwa mke wangu, kwa hiyo siwezi kuendelea kukulipa mshahara, kwa hiyo itabidi uende ofisini mm -hmm. uka ukakatishe mkataba ili tuendelee mimi, mpa ntarea mm. nitakusomesha yeah. kile utakachotaka nitakupa. Ndo ilivyokuwa hivyo, ndo maana nikaja e, kwa sisi kwa sisi, hiyo hilo tendo yyo, mm -hmm. ni kwa maana yake wewe ndo unakuja mkataba, si mimi leo. Na ndio maana ulivyokuja wakati ule nikakwambia inabidi usubiri tumtafutie bosi nani mtu mm. mwingine na baada ya kuondoka baada ya wiki kadhaa tukamtafuta koli dada, lakini sikufanikiwa kumpata kumpata, nilimpigia simu mbili mara tatu sikumpata, na utaratibu wetu akiondoka wake consequence zake maanake ingekuwa wote mmekuja pamoja mkatueleza hivi, situation ingekuwa tofauti kwa wakati ule. Sasa situation tena ime imegeuka, tena kumbe sio ilivyokuwa. Kwa hiyo wewe mwezi wa 4 na 5 ndo kachwa kulipa, kwa hiyo okay. nyumba walikuwa wamefanya miezi mingapi mpaka hapa kuanzia mwezi, nimeanza kulipa mwezi wa 9. Kwa ulikuwa umefanya miezi mingapi kazini mpaka hiyo siku mshahara unasimama, unaambiwa ana kasema hata kulipa tena? nilikuwa nimeshafanya miezi 8, miezi 8 ndio, okay kwa hiyo nawe ukakubali? Nikakubali kwanza, tayari ni mja mzito. Nafikiri hmm. Labda najiuliza pengine alikuwa anapata hela zaidi mshara, kwa sababu mshahara wake ilikuwa ni laki mbili pengine ya alivyokuwa mke Zawadi zinaongezeka, pocket money zinaongezeka, kwa hiyo hela zinakuwa nyingi. Kwa sababu yani, kwa maana akakubali. Eh, ndo najaribu kufikiri, si ndio hivyo? Hapana, lengo langu mimi kufanya kazi kama nilivyokuambia, ilikuwa ni kwa ajili ya kurudi chuo. Ndio hicho, nita, nita kuja kutafuta kufanya kazi. Kwa hiyo nilipopata ile promise kwamba nitakusomesha hmm, na akanihakikisha kwamba atanisomesha. Kwa hiyo nikaona kwa na ziada amna, yani ni ile kunikea kama mpenzi wake, kuletea nini, nilikuwa napata. Ndio ndiyo, okay, ndiyo baada hiyo ya mwezi wa watatu kugundua ni mjamzito, ndio hivyo akaanza kunipa hizo ahadi za kwanza, ikatu, baada ya kumwambia kwamba mimi ni mjamzito, yeye aka um, hivyo amepanic hataki mimi tena kupata mimba ndo akaniambia kwenda ku kwa boti. Hiyo ilikuwa ni mwezi ngapi? Hapo ndo nimegundua na mimba ilikuwa mwezi wa tatu. No. Mimba. Wakati naanza emosiano, na labda ni niulize swali kwa watu wa ili kusaidia. Wakati mnaanza mahusiano na kuletea zawadi siku ile. Niliongea kitu chochote kuhusu kuanza mahusiano kwamba huyu atakuwa girlfriend au ndo mchumba mtakuja kuoa. Mke. Watoto ya tena yeah, aliniambia kwamba yuko tayari kwenda hata kujitambulisha kwa wazazi wangu. Hiyo itu hiyoya yeah, kipindi tunaanza mwezi wa kwanza, hapo ndo mapenzi yalikuwa hivyo masharaa, ndo alivo skwenda kujitambulisha nyumbani ya kujikinga, kujikinga mimi nilikuwa nimejiamisha tayari ni mke wake hivyo hmm. hmm. Lakini baadaye akasema kwamba yeye alikuwa hataki hmm mtoto na kuniambia hataki exactly. Lakini ile kumwambia oh, ni kama hakupenda hmm, ni akaniambia kwenda kwa bot akanipa na hiyo pesa kwenda kutoa, lakini mimi kufanya mawasiliano nilianza, nilimwambia mamaangu mzazi, akaniambia na nishauri nifanye hicho kitendo. Basi ndio kwa nimegairi kutoa mimba nikaendelea naye. Kwa hiyo, ukaja ukajifungua? Ndio, mpaka nigaja kujifungua. Wakati huo wote unaendelea bado, alikuwa anakuhudumia na mtoto ya? Yeah, alikuwa ananihudumia but. Si, yani hicho kipindi si ukajifungua, of course lazima ulienda hospitali, wewe ufanye kazi, si ndio? Alikuwa anakuhudumia? Alikuwa kunihudumia, yeye alikuwa ananihudumia. Alikuwa yeah, alikuwa kunihudumia, ananihudumia kwa sababu naishi pale pale nyumbani, kila kitu napata. Sawa na, unaweza ukaishi na mtu lakini akuhudumii. kuishi na mtu sio sio nani sio issue. Hujaisikia story, wanawake wengi wako na waume zao lakini wanalalamika hawanihudumia. e, kwa hiyo mambo ya clinic mtoto ulikuwa unahudumia? Ndiyo, sio kwamba alivyokwambia utoe akaacha huduma? Hapana. okay. okay. lazima tu clear na hiyo ijulikane. <gasps> Okay, kwa hiyo baada ya kujifungua nikaendelea. Tuka tukaendelea, lakini hapo yeye kwake upendo, yani toka tu mimba na miezi saba upendo wake kwa kwake ushaisha yani ba, nipo tu kama kujifosi. Maana hata alikuwa ananiambia uondoke, kajifungulie kwenu, mimi siwezi kukaa kukaa na wewe hapa. Sasa na mimi kwenda nyumbani, alicha niaidige atenda kujitambulisha na hakwenda. Kwa hiyo hakuna yeyote mwenye taarifa naye, kwa mimi nikawa msina pa kwenda, siwezi kwenda nyumbani, babangu hawezi kunikubali ni ndevi na ujauzito O, utabidi ubaki. Itabidi nijifungulie hapo hapo nyumbani kwake. Kwa hiyo hakufukuza. Fuku, hakunifukuza japo ilibidi ni mame chumba sababu red flag zilikuwa nyingi sana, yaani huko kulala huko nje kufanya manini hivo, chumba cha ndio kwao o mpaka siku nashukua uchungu nilikuwa naye ya siku natoka kujifungua ndo hivyo, nikawa nimeisha mwama na lala chumba cha nje. Kwa hivyo mwanzo hivyo tukawa tumetengana, kwanzia hapo hatukulala tena pamoja. Hawajakuwa, hawajakuwa pamoja kwa maana ya kulala chumba kimoja, chumba lakini bado mnaishi nyumba moja. Mahusiano yapo manake bado mnashiriki? Tena ndio sasa unakaa nje afu bado nashiriki labda hapo niweke vizuri. Mm. Nilipokuwa naishi naye, nyumba tulikuwa tunaishi ni nyumba yake alikuwa amepanga. Lakini kwa, mm, kwa sasa hivi ni nyumba yake aliyojenga nyumba mpya. Mm. Kwa hiyo hata hiyo baada ya hiyo nyumba yake kupanga ni kwa hiyo unalala chumba cha nje. Na hata tulipo hamia nyumba mpya tena hakuniweka kwenye chumba chake kukaa naye chumba kimoja. Tuko ndani lakini vyumba tofauti. Kwa hiyo nilala kwenye chumba changu. Kwa hiyo hujawahi tangu uende hata siku moja kulala naye chumba huwa anaenda kulala chumbani kwake, lakini wewe bado una chumba chako. Ndio. Kwa hiyo hiyo ni kwenye kulala tu, kwenye mapenzi, ile siku moja siku mbili, alafu unarudi kwako. Ndio, hamjai kuishi yani ile chumba kimoja, yani kama mtu na so. Ndio nimeishi hicho ndani yake. Wanakaa ndani chumba kimoja, wakae chumba mbili. Yeah, yani toka hicho saa kipindi cha kujifungua, si ndio? Hiyo mapenzi yake ameisha na wao kabisa, anipenda, tukabaki. Yeah, tukao na chumba kimoja toka mimba hiyo na miezi minne nimerudi na lala. Okay, kwa hiyo mkaa m... kwa hiyo una unakaa nje, lakini bado siku mkimisiana, mnaenda mna- mnaaa pamoja, ndio. na mtoto anamhudumia nae, bado anakuhudumia huko, kwa ndio. na hajawahi kukufukuza kunimfukuza, ndio. Imeanza sasa sasa hivi navyoniambia kwamba nitaki tena niondoke nyumbani kwake. So tuambie, mtoto wako ana... huyo mtoto ana miezi kumi na moja. Sababu ya kumfukuza, wako ana miezi kumi na moja, ndio huyo, wa kwanza anaitwa Nicole, ana miezi kumi na moja. Sasa wewe, sasa pia una mimba miezi sita. Kwa hiyo imekuwaje sasa? Yaani, maana maanake wewe ulianza mahusiano ukaona kabisa changamoto zile wakati ule mtoto wako kabla hujajifungua, si ndio? Na ulijifungua kwa nini tena wakashika mimba nyingine? Yaani, kama nilivyo msimu, nilivyosimulia kwenye story ile. Pale nyumbani kwa sababu mimi ndio nilikuwa ujauzito wangu wa kwanza, alafu ndio alafu nilikuwa yaani nilikuwa sikuwa mwelewa na vitu vingi hasa pale nyumbani, alikuja dada yake ndo akawa ameniambia kwamba huyu mtoto anatakiwa kukutana na babake ili kumzibua masikio. Sasa na hicho kipindi kwenda kukutana naye ndo hiyo inasababisha mi kupata ujauzito tena mapema. Alikuwa sielewi, nafikiri ni. Ya, ni, ya ya, ya, ina na ni ishu za mila kwamba wakiwa na mtoto mdogo mm, wanatakiwa watembee, yani waendelee kufanya mapenzi si ndio? <totipo> ili wazibue mtoto maskini, bila kinga, ili sijui ukapata mtoto mwingine mapema, kwa sababu mtoto mkubwa hana mwaka eh? Hana, hana mwaka, ana miezi mm, na hapo una miezi sita ya mimba.